Mimi Pilly Ramadhani Kitwana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kilombero, ndugu Dastan D Kiobia, nakiri kupokea Mwenge wa Uhuru ukiwa unawaka unang'ara na unameremeta. Nakiri kupokea msafara wa mkoa pia. Nakiri kupokea wakufunzi watatu wa wakimbiza mwenge wa kitaifa pia. Nakiri kupokea wakimbiza mwenge wa kitaifa sita, wakiongozwa na ndugu Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa wa mwaka 2025. Mwenge wa uhuru ukiwa halmashauri ya, ya Ifakara utakimbizwa umbali wa kilomita 136.1, kuanzia eneo la mapokezi mpaka kwenye makabidhiano. Mwenge wa uhuru utakagua na kupitia miradi saba ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni moja milioni 267,350.51 na nchi na ndugu viongozi, kwa kweli tumefika katika eneo hili, tumejionea mradi mkubwa sana ambao umetekelezwa kwa fedha nyingi sana za serikali kwa kushirikiana na halmashauri. Lakini kwa mapenzi mlioonyesha, upendo mliouonyesha, umakini mliouonyesha, uzalendo mnaouonyesha juu ya mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia juu ya mapokezi ya mwenge wetu wa uhuru, nini pamoja na vijana wenzangu sita tuliopewa dhamana ya kukimbiza mwenge huu wa uhuru mwaka hui ishirini na tano kwa kweli tumejiridhisha, mradi una vigezo vyote mradi...